Sikilizeni neno la Mungu kama alivyoandikwa katika kitabu cha Yeshua, sura ya 24 aya ya 14 hadi ya 25: basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie Chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine, kwa maana Bwana wetu yeye ndiye aliyotupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri kutoka nyumba ya utumwa, naye ndiye aliyezifanya ishara zile kubwa mbele ya macho yetu, na kutulinda katika njia ile yote tuliyoienda, na kati ya watu wa mataifa yote tulioipita katikati kati yao. Bwana ndiye aliye waliyefukuza watu wa mataifa yote watoke mbele yetu, naam Waamori waliokaa katika nchi hii. Basi kwa sababu hiyo sisi nasi tutamtumikia Bwana, maana yeye ndiye Mungu wetu. Yoshua akawaambia watu, hamwezi kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu hata wasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Kama mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu mingine, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kumwagiza, baada ya kuwatendea mema. Lakini hao watu wakamwambia Yoshua, la, lakini tutamtumikia Bwana. Yoshua akawaambia kuwa mmemchagua Bwana ili kumtumikia yeye. Wakasema, sisi tumashahidi Akasema, basi sasa iondoeni miungu mingine iliyo kati yenu, mkaielekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Ndipo hao watu wakamwambia Yoshua, Bwana Mungu wetu ndiyo tutakayemtumikia, na sauti yake ndiye tutakayoitii. Basi Yoshua akafanya agano Akawapa amri na agizo huko Shekemu. Na hili ndilo neno la Bwana. <laughs>